Natumaini kuwa haujambo. Hebu leo tuzungumzie kuhusiana swala sukari type 1 na sukari type 2. Nina tiba mbili: tiba ambayo inatokana na mwarovera na tiba ambayo inatokana na mzambarau. Sasa turudi katika topic ya sukari na sukari za aina mbili. Kuna sukari type 1 na sukari type 2. Sukari type 1 ni sukari ipi? Sukari type 1 ni ile sukari ambayo mtu inaanza akiwa mdogo. Hii ndio type 1. Mara nyingi inaanza mtu aki, mtu akiwa ana umri wa miaka miwili mpaka miaka 20. Hii ndio sukari type 1. Na sukari type 2 ni ile sukari ambayo inaanza kati ya umri wa miaka 35 na kuendelea. Na maana kama utapata sukari ukianzia umri wa miaka 35 mpaka 40, 50, 60, hii ni sukari type 2. Hipi sukari mbaya zaidi kati ya hizi sukari mbili? Sukari type 1 ni, ni mbaya sana kwa sababu yenyewe eh, ndakapoanza ukiwa mtoto mara nyingi huwa inakimbilia kwenda kuharibu zile seli moja kwa moja ambazo zinakuwa zinazalisha insulin, na zikisha haribu maana yake kwamba hauna tena uwezo, kongosho yako haina tena uwezo wa kuweza kuzalisha zile insulin. Hivyo baadaye unaanza kutumia zile sindano za kuweza kuzalisha insulin katika upande wa kongosho, na kuweza kupata unafuu ama kuweza kupata nguvu, ili kuweza kusurvive ni ile ai ambayo 35 na kuendelea, lakini yenyewe mara nyingi unaweza unaweza unaweza unaweza una, unaweza unaweza kutumia diet. Ha, ya, ya kula ha, ama unaweza kato, vidonge ja, na, na sana kuweza ambavyo anavyovitumia kama utaendelea kutumia unayojua una, una sukari na bado unaendelea kutumia vyakula vyenye asili ya kutengeneza sukari katika mwili wako basi sindano za insulin zitakuhusu. Lakini uh, kama utafanya uta, uta diet nzuri ya chakula basi unaweza ka uh, unaweza ka usitumie vidonge wala usitumie sindano na uka survive vizuri kabisa. Sasa sukari, ubaya wa sukari type 1 ubaya wake unakuja hivi kwamba inapokuanza ukiwa mtoto baada ya kuna vitu vingi ambavyo utakuwa una, unashauriwa usitumie, lakini wewe unakuwa unavitumia vile vitu, hivyo vinaendelea kukuathiri sana katika upande wa kumosho. Kwa hiyo utakapofikia umri wa miaka kumi na nne ama miaka kumi na sita basi utajikuta kwamba umechoka sana Yani, kongosho yako imechoka sana kuweza ku kuzalisha hiyo insulin na, na, na lazima uweze kutumia uh, sindano za insulin kwa ajili ya kuweza kubalance sukari yako. Na sukari type 2 nikwambia tu kitu kimoja, sukari type 2 una uwezo kutumia dawa za asili na ukaimaliza kabisa. Sukari type 2. Sukari type 1 ni ngumu kidogo. Uh, utatumia dawa za asili na itakaa vizuri lakini sio kuisha moja kwa moja tatumia tu dawa na itaweza kukaa vizuri lakini uh, sukari type 2 una uwezo ukatumia dawa vizuri kabisa eh, dozi ya miezi sita ama dozi ya miezi tisa na ukajikuta kwamba sukari yako imekaa ya vyema kabisa. Zipo dawa nzuri ambazo naweza kukuelekeza na, lakini pia kuna zingine naweza kwambia, fika ofisini niweze kukupatia hizi dawa ambazo zinaweza zikamaliza changamoto yako ya sukari type 2, lakini kwa sasa hivi Uh, kwa sasa hivi sukari type 2 sio kuanzia tu umri wa miaka 35 na kuendelea. Hata kijana mwenye umri wa miaka 27 ama miaka 30 basi anaweza kupata sukari type 2. Kwa sababu ya mtindo wa maisha tunaoishi, eh, vyakula tunavyovitumia vya mafuta mengi pamoja na sukari nyingi lakini pia uh, uzito kupitia kiasi. Kama una uzito kuanzia kilo tisini na kwenda mbele kilo 90 95 na kwenda na kwenda juu upo hatarini kuweza kupata sukari na presha kijana yoyote yule una umri wa miaka ishirini na saba miaka 30. una upo hatarini kuweza kupata sukari type two, eh, kama eh, una uzito kuanzia kilo 90 na kwenda juu hivyo jitahidi sana kuweza kupunguza uzito wako ili usije ukapata maradhi ya sukari pamoja na presha. Na maana kwamba uzito huu ni mbaya sana. Jinsi gani unaweza ukatumia aloe vera pamoja na mzimti wa mzambarau kwa ajili ya kuweza kutibu sukari yako? Chukua magome ya mzambarau kisha changanya na aloe vera. Magome ya mzambarau kisha chukua kisha katakata unaweka katika sufuria yako. Chukua mti wa aloe vera utakatakata pia utaweka katika sufuria yako. Kisha utachemsha, uh, kwa dakika zaidi ya 30. Baada ya hapo utachuja na kuweza kutumia. Ukisha chuja hakikisha kwamba unaacha ipoe. Kisha utaanza kunywa glasi ya mililita 200 asubuhi, glasi ya mililita 200 jioni kila siku. Huwe na sukari type 1 huwe na type 2, tumia hii tiba itakusaidia sana katika kuweza kuondoa changamoto zinazotokana na sukari eh, lakini pia nashusha sukari, nashusha sukari, lakini utaweza kuondoa changamoto zinazotokana na sukari, aidha miguu kufa ganzi ama kuwaka moto, kupata maumivu ya kiuno mara kwa mara macho, macho kuwa hafifu, kama mwanaume kukosa ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa mwanamke naye kukosa ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa eh, kupata maumivu sana ya kichwa, macho kuwa hafifu, basi tumia hii tiba ya mzambarau na aloe vera utaweza kuona mabadiliko makubwa sana katika mwili wako. Mimi ni mshauri wako, ninakushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba sukari na tiba zinginezo pia. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 Usisahau kunifollow nitakufollow back, lakini pia subscribe katika chaneli yetu ya YouTube ili kuweza kupata vipindi vijavyo na kuweze kunufaika zaidi. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.